Hatimaye Bodi ya Maji ya Bonde la Ziwa Victoria imezindua rasmi jarida maalumu linaloangazia jitihada endelevu za kudhibiti uoto vamizi wa gugu maji katika Ziwa Victoria. Uzinduzi huo umefanyika Mei 13 mwaka 2025 katika viwanja vya ofisi za bonde vilivyoko kata ya Igogo, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali, wahudumu na wafanyakazi wa shughuli za bonde kutoka serikalini, mashirika ya mazingira, na jamii zinazozunguka ziwa Victoria. Licha ya kuipongeza bodi kwa hatua hiyo, Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda ameiagiza kuhakikisha jarida waliloliandaa kuhusu kukabiliana na uvamizi wa gugu maji jipya aina ya Salvinia Molesta, linawekwa katika mifumo mbalimbali mbali, ili jamii iweze kuona, kusoma na kusikiliza na kupata elimu tosha. Umefanya vizuri sana watu wa bonde kuzindua jarida ambalo litasomwa na watu mbalimbali, lakini pia jarida hili lisiwe tu hard copy hii ambayo leo tutaizindua, ni vizuri ikawa soft copy na likawa translated kwa uwepesi, ili liweze kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu watu wetu wengi ni wapenzi wa utumiaji wa mitandao. Kwa hiyo ni lazima jarida lenu liingie kwenye kwenye mitandao ili lisomwe na watu. Lakini pia nyinyi mnafahamu watanzania wengi sisi tuko bize kutafuta maisha na wengi hatujishughulishi kusoma. Kwa hiyo lugha yenu ni lazima iwe lugha itakayowafanya watu waweze kuielewa kwa urahisi, lugha nyepesi, lakini lugha ya picha e, wengi wana, wakiona picha na kupewa maelezo machache wanapata elimu mzuri zaidi kuliko ukimwandikia lugha zile za kiutaalamu ngumu ngumu zinakuwa haziwavutii. Kwa hiyo ili jarida hili liwafikie watu wengi ni lazima tuhakikishe kwamba e, tunaliingiza e, wakati mwingine kama nyinyi hamna page yenu au kama mna youtube account au kama mna accounts ambazo zinakuwa na followers wengi unaweza ukatengeneza kaklipu kadogo kanako translate hiyo jarida kikachezwa kwenye mitandao mbalimbali mbali. Elimu itafika zaidi kuliko hata jarida, kwa sababu hili jarida e, mimi na watu wachache tutalisoma, lakini watu wengi wetu wanapenda kusikiliza zaidi kuliko kusoma. Kwa hiyo jarida hili nasema liwekwe pia katika katika hii clip ambayo hawa wanahabari nguli wanajua namna ya unajua wengine, ukimpa akalieleza linavutia hata kusikiliza e, usije ukachukua watu wa bonde ambao hawana uzoefu wa habari, alafu akatia mle klipu, alafu mtu anasinzia huku anasikiliza e, hata sauti nayo naye ni kivutio katika, katika utoaji wa elimu e, kwa hiyo anapewa mtu ambaye akilieleza vizuri, jamii itaweza kusikiliza. Lakini, tatu, niendelee kutoa shukurani na pongezi kwa mamlaka mbalimbali ikiwemo Nemki bonde la Ziwa Victoria e, taasisi mbalimbali za afya mimea kwa, na wadau wote kwa namna ambavyo tunashiriki kikamilifu katika uhifadhi wa Ziwa Victoria na hususan changamoto ya magugu maji ambayo hivi karibuni yamejitokeza haya magugu mapya ambayo hayakuwa katika mipango yetu. Kazi iliyofanyika ni kazi kubwa, lakini pia kazi hiyo bado ni endelevu. Na wajibu wa kuhakikisha Ziwa Victoria linakuwa safi wakati wote, sio tu kwenye magugu, ni wajibu ambao taasisi zetu zote ni lazima tuendelee kushirikiana, ikiwemo na watu wa NEMC lakini magugu maji ambayo tunayazungumzia hapa takribani sasa tunapambana zaidi ya mwezi wa tatu, ni magugu maji ambayo yakiachwa kuendelea yataleta madhara makubwa sana ndani ya Ziwa Victoria. Kwanza serikali imewekeza fedha karibu shilingi bilioni mbili na milioni mia moja kwa ajili ya mradi wa vizimba vya samaki na wako jamaa walikuja wakaniambia, Mheshimiwa, sisi tulikopa zaidi ya milioni mia moja lakini kwa ufugaji wa samaki awamu ya kwanza tu wamesharudisha shilingi milioni mia moja Kwa hiyo maana yake ni kwamba Ziwa Victoria ni ziwa ambalo sasa ni ziwa linalotumika na wakazi wa kanda ya ziwa kwenye masuala ya kimaendeleo ya kiuchumi ikiwemo pamoja na ufugaji wa samaki wa vizimba na rais wetu ametoa mkopo wa bilioni mbili nukta moja kwa ajili ya wafugaji, mkopo ambao hauna riba kutoka Benki ya TADB. Kwa hiyo endapo magugu yataachwa, moja ya madhara ni kwamba magugu yakisha tanda juu, hatupati tena hewa, kwa hiyo samaki hawawezi kupata hewa, watakufa. Lakini nilikuwa nawaambia watu wa bonde kwamba wizara ya maji haiwezi kujitoa kwenye swala la magugu maji kwa sababu kwanza ni kastodi yake kupitia bonde, lakini pili sisi tunao mradi mkubwa sana wa maji. Miradi zaidi ya mitatu inafanyika hapa Mwanza, ukiwemo mradi wa maji wa Butimba ambao ni mradi wa bilioni zaidi ya sabini, na maji yanachukuliwa ndani ya Ziwa Victoria kwa hiyo magugu yakishaenea ikaziba ziwa lote, maana yake yale magugu yataingia kwenye injini zinazosukuma maji kwenda kwa wananchi. Wananchi watalalamika uchafu wa maji, lakini pia nyinyi mamlaka ya maji mtakuwa kila siku mnasema, leo hatuwezi kusukuma maji kwa sababu injini zetu zimeharibika. Lakini wasafirishaji nao, tunavyo vivuko vyetu vitatu pale Sengerema. Lakini mkoa huu ni mkoa ambao maji ya ziwa Victoria ni asilimia hamsini na tatu. Kwa hiyo unapozungumzia hifadhi ya bonde la ziwa Victoria unazungumzia uchumi wa mkoa wa Mwanza, unazungumzia uchumi wa kanda ya ziwa, unazungumzia uchumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hata hili ziwa Victoria asilimia kubwa liko Tanzania kuliko nchi nyingine. Kwa hiyo likishaathirika, maana yake Tanzania imeathirika. Sekta ya usafirishaji imeathirika. Sekta ya uhifadhi mazingira inaathirika. Ndio maana nemki wanaingia hapo, lakini pia wavuvi wanaathirika. Kwa hiyo vivuko, tumeshuhudia vivuko vikiwa kila siku injini zinapata moto, kwa sababu magugu yameingia kwenye injini. Madhara ni makubwa sana. Kwa hiyo ninachokusudia kusema hapa ni kueleza umuhimu wa ziwa Victoria. Ni kueleza umuhimu wa bonde la ziwa Victoria. Endeleeni kuimarisha. Sio tu magugu maji. Wako wengine wanalima ndani ya mita zile zinazokatazwa kisheria. Nendeni fanyeni operation mita ngapi? Mita 60. Fanyeni operation. Msisubiri watu wameshajenga nyumba ndio tunaenda kuvunja. Tusisubiri watu wamesha lima mazao yao ndio wanasema, hekima itumike. Hekima inatumika pale ambapo sheria hakuna. Sheria inapokuwepo kila mwananchi anatakiwa kufuata sheria pale, kanuni kama kuna kanuni kwenye shughuli yote ile, kwanza sheria inatumika, lakini pia kuna kanuni zinazo supplement sheria. Kuna utamaduni, kuna mila, kuna mazoea alafu ndio unasema hapa, jamani, kanuni hakuna wala sheria hakuna, kwa hiyo sasa hekima ifanye nini? Itumike? tuache mchezo wa kuacha sheria pembeni kanuni pembeni alafu unasema busara itumike. Busara inatumika pale ambapo sheria na kanuni haziko wazi au hazielezi ziko silent au hazijaeleweka vizuri au hazipo kabisa. Kwa sababu tusipoendeshwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, huo ndio unaitwa uhuru. Bila sheria ni fujo na changamoto. Taasisi nyingi pia wanaacha kando sheria, wanasema tutumie busara. Hawa watu sasa wameshajenga nyumba zao milioni mia moja. Aa, na kutojua sheria haina maana kwamba Eh, wale wanasheria wana terminology yao, eh, ignorance of the law hai justify kwamba wewe si mkosaji, au hai justify kwamba una haki ya kuachiwa huru na mahakama. Kwa hiyo wito wangu, bonde mita sitini, tufanye operation. Kama hamna boti, njooni nitawaambia boti ya polisi wapo, wekeni maafisa wenu, kagueni mipaka yenu yote. Kwa hiyo umuhimu wa elimu hii kwa wananchi ni kubwa sana. Ninawapongezeni sana mwenyekiti wa bodi na watendaji wote, kwa sababu mmefanya jambo zuri sana. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba tuweke jarida hili katika njia mbalimbali mbali za kuona, kusikia na kusoma, kwa sababu ni njia kuu ambazo zinatumika katika mawasiliano ya umma. Dr Renatus James Shino ni mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria. Anasema jarida hilo ni maalum na limelenga kuhakikisha taarifa muhimu za shughuli, mbinu na jitihada ambazo zimefanywa na serikali katika kupambana na gugumaji hilo, ikiwemo mipango ya baadaye, inawafikia wananchi na wadau wa sekta ya maji. Uh, gugu maji limekuwa ni kikwazo kwenye shughuli za usafiri na usafirishaji, lakini pia gugumaji limekuwa na changamoto ya, ya kukwamisha shughuli za uvuvi kwa maana ya kwamba uwepo wa gugumaji unapunguza au unazuia shughuli nyingi zinazofanyika kwenye ziwa Victoria, ikiwemo uvuvi, ikiwemo usafirishaji. Lengo letu la kuzindua jarida hili ni kwamba tunalenga ku, kufikisha elimu kwa wananchi, hasa waweze kufahamu nini maana ya gugu jipya maana yake ni nini. Kwa hiyo kwenye jarida pamefafanuliwa vizuri. Kwa hiyo wananchi watakaposoma ni kwamba wapata, tutapata, tutakuwa na uelewa wa pamoja kati ya sisi wataalamu lakini pamoja na, na wananchi wanaozunguka ziwa Victoria watapata uelewa na nje ya ya, ya, ya yani wananchi wanaozunguka ziwa Victoria kwa sababu ziwa Victoria ni, uh, ni ziwa ambalo ni shirikishi, maji yake ni Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, uh, mpaka nafika. Kwa hiyo tunapozungumza bonde la ziwa Victoria maana yake linajumuisha nchi tano kwa hiyo kwa, kwa maana hiyo kama tumezindua jarida hili tunategemea kwamba jamii yote ya bonde la ziwa Victoria wataisoma, lakini pia italeta uelewa wa pamoja na tunapoleta uelewa wa pamoja itapelekea pia kwa sababu uh, tumeelezea cha, chanzo cha gugumaji hilo ni nini kwa ni kwamba ni kuna shughuli za kibinadamu, masuala yanayohusiana na, na, na, na, na, na, na uchafuzi unaotokana na majumbani kwenye viwanda. Kwa hiyo jarida limezungumzia kwamba hicho ndo chanzo kinachozalisha virutubisho ambao virutubisho vinaingia kwenye maji na, na vinavyoingia kwenye maji, basi mahali pale ndo tunapozalisha magugumaji tunakabiliana sasa na gugumaji jipya hili la Salvinia Molesta, pengine kwa historia labda lilianzia wapi, nchi gani? E, chanzo chake ni nini hasa, ili tuweze kupata mwanga zaidi. Gugumaji hili <coughs> kwa kwenye ziwa Victoria limekuwa ndo gugumaji la kwanza na chanzo chake kwenye ziwa Victoria hii, tunasema chanzo cha gugumaji ni virutubisho, kwa lugha ya kitaalamu tunaita nutrients sasa virutubisho hivi vinatokana na shughuli za kibinadamu ambazo mara nyingi zimekuwa zikifanyika nje ya ziwa Victoria na ndani ya ziwa. Sasa nje ya ziwa Victoria, virutubisho hivi tunavipataje? Ni kwamba tunavyo viwanda, lakini tunavyo matumizi ya majumbani. Kwa hiyo, mara nyingi unakuta kwa mfano viwanda, kuna baadhi wanatiririsha maji labda pasipokuwa na uh, kutibu yale maji sasa vile vyote vinatokana vinatengeneza virutubisho kwenye maji, lakini pia kuna shughuli za kilimo. Kwa mfano, tunapolima kilimo kandokando kando ya, ya ziwa halafu tukatumia mbolea, mvua ikinyesha mbo, kwenye mbolea kunatokana na virutubisho vinaingia kwenye maji, na vinapoingia kwenye maji basi vinaongeza virutubisho, na matokeo yake ndiyo tunapata magugu maji. Kwa hiyo, kwa Tanzania limeanzia maeneo ya Sengerema, Misungwi na baadaye kando kando ya Ilemela na baadaye kuna baadhi ya maeneo ya Ukerewe pia limeonekana ile gugumaji kutanda. Lakini kwa nchi zingine lilionekana Sri Lanka, lilionekana Uganda kwenye, kwenye bwawa linaloitwa Kariba, Kariba Dam. Limeonekana pia maeneo ya Afrika Kusini, kuna baadhi ya vyanzo vya maji lilionekana hili gugumaji ambayo inaitwa Salvinia Molesta. Kwa hiyo kwa upande wetu wa Tanzania ndipo lilipoanzile nzia maeneo ya Sengerema, likaja maeneo ya, ya, ya, ya Misungwi, manake Kigongo Kigongo Busisi. Kwa hiyo ni eneo ambalo liliathirika sana na uwepo wa gugumaji aina hii ya Salvinia Molesta. Mkuu wa mkoa amezungumza wakati akitoa ya hotuba yake, nawe pia umethibitisha kuwa moja ya sababu za uwepo wa magugumaji ni uwepo wa shughuli za kibinadamu kando kando ya ziwa. Ameshauri pia kuanzishwa kwa operation ambayo mtazunguka maeneo yote mnayoyasimamia. Pengine kuna mkakati wowote kama bodi ambao mnatarajia kufanya? Hey, ni kweli Mheshimiwa mkuu wa mkoa amezungumzia kwa upana sana na kuhusiana na majukumu yetu kama Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria na jukumu mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunalinda na kuhifadhi au kutunza vyanzo vya maji, na kwa mujibu wa sheria, sheria yetu imebainisha zile mita stini kwamba mita stini zinatakiwa zisifanyike shughuli zozote za kibinadamu ndani ya mita stini kutoka kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo, kwa maana hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Saidi Mtanda ni kwamba tutatengeneza mpango sasa Uh, wa kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa sababu maelekezo ni kwamba tufanye doria kwenye maeneo yote ambayo ya ziwa Victoria hasa kwenye kando kando ya mto. Kwa hiyo mwaka <coughs> wa fedha huu ambao tunatarajia kuanza Julai, tutajipanga kwa ajili ya kuanza kufanya utaratibu wa doria, na bahati nzuri mheshimiwa mkuu wa mkoa ameahidi kutupa ushirikiano wa kutosha kwamba hata kama ikiwezekana kama hatuna boti basi atatusaidia tuweze kupata boti. Kwa hiyo sikwetu sisi Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu huo ni ushirikiano ambao ni wa kipekee sana, kutush, kutupa nguvu na kutupa miundombinu kama hiyo ya kuweza kurahisisha utendaji wa kazi, kwa sababu mara nyingi inakuwa ni ngumu sana, unapozungumzia habari ya kufanya doria, uingie kwenye ziwa, labda utembee ng'ambo moja kwenda ng'ambo nyingine, inahitaji usafiri. Kwa hiyo kwa, kwa nafasi hii ambayo tumepewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwamba tunaahidi kwamba tutajipanga ili tuweze kutekeleza na kufanya kwa ufanisi zaidi kutoka hapa tu, na tunaamini tutafanya kazi vizuri na tutafanikiwa kwa sababu tunapata ushirikiano mkubwa uongozi wa mkoa, lakini pia hata wananchi pia wanatupa ushirikiano mkubwa tu kwenye masuala haya. Jarida hili linakusudia kuwa jukwaa la kuelimisha umma kuhusu athari za gugu maji kwa mazingira, uchumi na maisha ya watu wanaotegemea Ziwa Victoria, ikihusisha tafiti, taarifa za miradi inayoendelea mafanikio na changamoto katika juhudi za kulinda rasilimali za maji.